Na mtazamaji wa Trend TV ebwana, hii ni habari njema kabisa kwa Waislamu, na huyu ni kijana wa Kiislamu Nasib Abdul Juma, aa, ama kwa jina jingine maarufu zaidi anafahamika kwa jina la Diamond Platinumz Simba la Mama Simba Dangote. Bwana Diamond rasmi tuliona hili alidokeza Mwijaku, maana Mwijaku alishaombaga futari kwa Diamond. e, e, Diamond akasema kwamba kuna siku ambapo atafuturisha watu wote, kwa atampa taarifa kwa mujibu wa ratiba zitakavyowekwa sawa. Sasa leo finally ni kwamba imetangazwa rasmi kwamba Diamond atafuturisha siku ya kesho kutwa, ikiwa leo ni siku ya tarehe 18 basi, panapo majaliwa Inshallah, mnamo tarehe 20 mwezi huu wa tatu, mwezi huu ambao tuna tunatumikia mwezi wa Ramadhani, basi ni kwamba kutakuwapo na hii iftar ya Wasafi ambayo, eh, kuna posta hapa imeandaliwa imeandikwa, kwa karibu, Wasafi Iftar, Alhamisi tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2025, mahali The Super Dome Masaki. Umeona bwana eh? kwa hiyo Diamond bwana rasmi ametangaza kwamba siku ya tarehe 20 atafuturisha eh, Waislam pamoja na watu wote ambao watajisikia kusogea karibu kwa ajili ya kupata iftari hiyo, ya Wasafi pale Super Dome Masaki eh, bwana, mapema kabisa eh, iftari hiyo imepewa jina la Wasafi